Ni mwaka mmoja tangu vijana nchini Kenya maarufu Gen Z walipoingia barabarani Juni mwaka 2024 na kufanya maandamano makubwa ya kihistoria katika nchi hiyo. Kwa wiki kadhaa, vijana hao walikuwa mitaani katika miji mbalimbali wakiupinga mswada maalum wa fedha mwaka 2024, lakini pia mfumo mzima wa uongozi waliodai ulijaa ubaguzi, ufisadi na kutojali maslahi ya Wakenya. Juni tarehe 25, wabunge walikuwa wakijadili mswada huo, walishikwa na butoa baada ya vijana hao wenye hasira kuvamia bunge na uharibifu. Kutokana na shinikizo hilo, rais William Ruto wa Kenya alisalimu amri na kutii matakwa ya Gen Z. Alianza kukufuta baraza lake lote la mawaziri. Hata hivyo, katika uteuzi upya, mawaziri wengine walirejeshwa katika nyadhifa tofauti. Baadaye akautupilia mbali muswada wa fedha mwaka 2024. Vijana walinyoshea vidole vya lawama huduma ya taifa ya polisi kwa kuonyesha ukatili kwa waandamanaji ambapo takriban watu sitini waliuawa katika maandamano mpaka sasa kuna wengine wanadai hawajulikani walipo. Hali hiyo ilisababisha mkuu wa polisi Jafeth Koome kujiuzulu. Hata hivyo, bado hii haijafanya huduma ya polisi kuwa na afadhali, bado inalaumiwa na wananchi kwa visa vingine vya mauaji na kuwatesa wananchi. Pengine hiyo ilikuwa ndiyo sababu ya maandamano zaidi kuendelea, huku wananchi wakidai mabadiliko makubwa zaidi, ikiwa ni pamoja na kujiuzulu kwa rais Ruto na kuitaka Kenya kusimama dhidi ya taasisi za kimataifa za fedha zinazoweka serikali za kiuchumi

Maandamano ya mwaka 2024 Gen Z nchini Kenya yaliashiria mwamko mpya wa kisiasa nchini Kenya na uwezekano wa kuleta mabadiliko bila kutumia majukwaa ya kisiasa. Vijana ambao ndio idadi kubwa ya watu nchini humo walionyesha kuwa inawezekana kuwapita walinzi wa jadi kama vyama vya kisiasa, mashirika yasiyo ya kiserikali, wafadhili wa kigeni, na kuhamasisha haki za kiuchumi na utu kama wananchi tu. Serikali ya Rais Ruto imesisitiza kuwa inaweka sera za kuleta maisha bora kwa Mkenya, ikiwemo kuanzisha mradi wa nyumba za bei nafuu kwa Wakenya. Hata hivyo, licha ya jitihada za kuleta mabadiliko, serikali bado imejipata tena ikikabiliana na Gen Z ambao wanapanga tena kufanya maandamano makubwa Juni tarehe 25, mwaka huu kupinga yale yale ambayo waliyapinga mwaka jana. Wakenya pia wanapanga kuwaenzi waliouliwa na polisi katika maandamano ya mwaka jana. Rais Ruto anaendelea kukabiliwa na ukosoaji haswa juu ya jinsi serikali yake inavyoshughulikia mauaji ya kiholela na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Kwa upande wake, Rais Ruto ameendelea kujitetea na kusema kuwa anatekeleza majukumu yake kwa manufaa ya wananchi wake.